Shekhe zangu shekhe wangu mwalimu wangu, mashallah, mimi nina swali ambalo linanitatiza katika kichwa changu mashallah. Nakuomba jambo moja tu shekhe wangu, naam, usimtaje mtu kwa jina lake na wala usitaje taasisi fulani <laughs> wewe sema tu kawaida, kama linakusumbua hata kama nyumbani kuna mtu pia usimtaje jina. Bismillah, endelea babangu. Swali langu mimi nimetoa Hekari moja wajenge msikiti, sasa sijapata mfadhili wa kujenga msikiti mpaka itafikia wakati mimi nimekufa. Je, sheria yake hapa iko ikoje? Na mimi nimetoa waqfu ili ujengwe msikiti na madrasa. Hapa kidogo ndio naomba mwalimu wangu. Fatuma, salamu alaykum, wasemaje kwenye maandishi yale, umeandika vipi Sheikh samani, kama eh imi mimi nimetoa hii ya kusema kuwa natoa kwa ajili ya wajenge msikiti, madrasa na vingine vyote vinavyogusa Waislamu no. E, vinaondoka katika mkono wangu, lakini bado umemkabidhi? Nani sheikh hawatekelezi? Umekabidhi taasisi au mtu binafsi? eh, e, watu tu binafsi mm. <laughs> e, mm. ba mm. Namwomba Allah Subhanahu wa ta'ala apokee waqfu yako, Amin. E, na hii inatupa fundisho, ndugu zangu, mzee e, wetu mlemavu wa macho Oboha. Lakini ameelewa umuhimu wa kusoma, hali aliyokuwa nayo, anatoa mali yake eka moja <laughs> alafu atokee mtu katikati ale, auze lile shamba, auze ajenge nyumba yake huyu atakuwa nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtu amejiikali wa kwamba mimi nataka nitangulize kitu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ardhi Kibaha eka moja sio kitu chepesi, ndugu zangu. Ndio maana tunatoa elimu kama hii. Amekwenda kuwapa watu kwa kuamini, wala sio taasisi, na anauliza nikitangulia mbele ya haki yapata mfadhili wa kujenga ile sehemu itakuwaje? Bado ana e, yes, pupa ya aone ardhi yake inamuingizia thawabu bado yuko hai aone tochi yake ambayo itamumulikia kaburini, ameishika mwenyewe akiingia kaburini anaimulika, sio usia. Lakini kutokana na kuwa elimu kama hizi hatunazo, ndio amwal za Mwenyezi Mungu zinapotea katika mikono ya watu wasiokuwa waaminifu. Leo Allahu aalam watuekidhana, lakini mzee akitangulia mbele ya haki, wallahi watakuja kukaa kuzungumza na watarukana kwamba ilikuwa ni wakfu. Sasa mali ya wakfu ipo kwa ajili ya wanaofaidika na wakfu ile. Kwa hiyo kuwazuia watu wawe ni maimamu, wawe ni msikiti, wawe ni mayatima, wawe ni wajane, wasipate fungu lao, kwa sababu ya interest zako binafsi, unabeba dhambi za watu wote mtoto anayelala njaa, anayekosa dawa, anayeendi shule, anayekosa mshahara wake kulipwa kwa sababu wewe umeweka e, kipingamizi mahakamani kwa mbele wako kuizuiwe kwa sababu tu ulikuwa kiongozi ukatolewa kwa njia ambazo sio sawa sawa. Umeona? umetolewa ama katika ile sehemu ukazuia. Ina maana dua za watu wote wale wanaolalamika zinakuja kwako wewe. Sallu ala nabi. Na, watu na na. Na. watu wanaumia, jamani, maana unaona watu barabarani wanasema ofyo peke yao. Sio tatizo wala ugomvi na Mungu, wanazuia baadhi ya mambo eh, mtu haendelee, afu ubarikiwi.